Nafasi za kazi Halmashauri ya Wilaya Handeni, kuna nafasi ishirini na nane ambazo zimeweza kutangazwa. Nafasi hizi ni dereva daraja la pili, nafasi kumi na tatu. Waombaji ni kuajiriwa mwenye cheti cha kidato cha nne na leseni ya daraja hii au si ya uendeshaji wa magari ambao umeifanyia kazi kwa muda usiopungua mwaka moja bila kusababisha ajali. Na mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, hapa kuna nafasi sita. Sifa ni kuajiriwa wenye elimu ya kidato cha nne au cha sita mwenye stashahada au diploma ya uhazili au cheti cha NTA level 6 ya uhazili, aidha au amefaulu somo la hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno mia moja kwa dakika moja, na kupata program za kompyuta za ofisi kama vile Word, Excel, PowerPoint, internet, email, na publisher kutoka chuo kinachotambuliwa na serikali. Ngazi ya mshahara ni kwa kuzingatia TGSC nafasi nyingine ni msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili. Hapa kuna nafasi nane. Sifa ni awe amehitimu kidato cha nne au kidato cha sita na kupata cheti cha mtihani wa kidato cha nne au kidato cha sita. Awe amehitimu mafunzo ya stashahada, diploma NTA level 6 katika mojawapo ya fani ya utunzaji wa kumbukumbu -kumbu, kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali. Nyingine ni mhudumu wa jikoni daraja la pili, daraja la kwanza. Hapa kuna nafasi moja. Kazi ni kusafisha vyombo vya kupikia na kulia chakula, kufanya usafi wa jikoni na maeneo ya kulia chakula, kuwapelekea wapishi vifaa vya mapishi, kuwatayarishia waandalizi au wapishi vyombo vya kulia kupikia chakula, kusafisha maeneo ya kulia chakula na kupanga vyombo vya kulia chakula, kusaidia kazi wapishi na waandi na waandazi, kufanya kazi zingine kama atakavyoagizwa na msimamizi wake. Sifa ni kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne wenye cheti cha mafunzo ya uhudumu wa jikoni kutoka katika vyuo vinavyotambuliwa na serikali. Ngazi ya mshahara ni kwa kuzingatia mishahara ya serikali ya TGOSA. Waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania wenye umri kuanzia miaka 18 na usiozidi 45. Result slip zitakubaliwa. <coughs> Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 16 Januari 2026.